Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Tom. Alijulikana katika kijiji chao kwa bidii yake kubwa na moyo wa kutokata tamaa. Kila siku aliamka mapema kufanya kazi. Siku moja Tom alipata mke aliyeitwa Sara, mwanamke mwenye upendo na busara. Kwa pamoja walijenga familia iliyo, hatimaye walibarikiwa kupata mtoto mmoja wa kike waliyemwita Jamila aliyekuwa chanzo cha furaha na... Siku moja Jamila alikutana na nyanya mzee aliyekuwa ameketi kimya nyuma ya nyumba yao. Kwa adabu kubwa alisema "Shikamoo nyanya," lakini nyanya hakujibu. Baada ya siku chache kijiji kilikumbwa na uhaba mkubwa wa maji. Visima vilikauka. Mito ikapungua. Njiani Jamila alikutana na mwanaume mmoja, aliyeitwa Alfan. Kwa sauti ya utulivu alimwambia, "Nenda jangwani. Huko utapata maji." na maji hayo yakifika kijijini kwenu uhaba utaisha. Hatimaye matumaini yakawa kweli, maji yakarudi kijijini na furaha ikarudi mioyoni mwa watu. Hadithi ya Jamila inatufundisha kuwa mvumilivu hula